Kwa kadi ambavyo tunawategemea watu na tunaweka watu moyoni Mungu anazidi kukaa mbali na sisi hata kama mtu anakusomesha mtu anakulipia kodi Mungu, mtu anakusaidia mtu anakuwezesha kwenye huduma anakuwezesha kwenye chochote asije akakaa moyoni mwako the moment tunampa mtu nafasi moyoni Mungu anaanza kukaa mbali kuna watu ambao Mungu anaondoaga hata kwenye huduma zetu kwa sababu tunaanzaga kuwategemea kwa kadi unavyomwangalia mtu kwamba fulani atanisaidia kwanza ndio Mungu anaanza kufanya moyo wake kuwa mgumu badala ya kufanya kwa Mungu ataanza kufanya kama fadhila watu Mungu kanisani amnaga fadhila. In fact, kama ujui, kanisa halipaswi kuomba msaada kwa mtu yoyote, kama aujui, mnafahamu ya kanuni, kanisa halipaswi kuomba msaada. Si uliandike zile proposal za kupeleka kwa wazungu, liombe msaada, vinunuliwe vyombo. Hey, ebo, hapana. Mungu anakwaga na watu ndani ya kanisa wa kununua vyombo. Anakwaga hivi, viti tumekaria hapa, hatujaomba msaada kwa mtu. Mungu mwenyewe amemwinua mtu, amenunua kanisa, that's how it goes. Amen. Vijana wengi sasa hivi hawana uwezo wa kuwa productive ndani ya kanisa, kwa sababu sio productive kwa maisha yao, kwa sababu bado wanajiona ni wadogo na wanajiona wanahitaji msaada, na sisi tayari tunaona wamekuwa, na tunahitaji msaada wao, sio? Unaona hicho kindumbwendumbwe? Na ndio maana naona kundi kubwa la watu wanaolalamika ni vijana. Badala ya kulalamika, lazima tujue position kanisa tujue position zetu kwenye jamii, tujue position zetu kwenye siasa, lakini watu wengi tunalalamika hali zetu ni maskini. Na ni kweli, sisi ni maskini, na umaskini wetu sisi hatuna makosa nao, kwa sababu babu maskini, bibi maskini, babu mzababu maskini, na mzababa baba ni mganga wa kienyeji mwingine, alikuwa ni chifu wa ukoo kwao. Tuna sababu halali za kuendelea kuwa chifu, lakini mipango yetu inapomlingana sana, Mungu lazima atunyanyue tu, kwa sababu Mungu atakaye kazi yake ifeli.